wa mradi wa kulinda matumbawe Tanzania Godfrey Mgupula amesema kutoweka kwa matumbawe kunaweza kuleta athari kubwa katika uvuvi Visiwani Zanzibar. Ameyasema hayo huko Maruhubi wakati akitoa mafunzo kwa wadau wa uvuvi juu ya kulinda matumbawe kupitia njia ya mitandao ya kijamii. Mratibu huyu alifahamisha kuwa kwa sasa mradi huo umejikita zaidi katika kutoa elimu kwa jamii juu ya umuhimu wa kulinda kwa matumbawe kwani akitoweka itapelekea athari kubwa kwa hapa Zanzibar ikiwemo kukosekana kwa shughuli za kitalii, uvuvi na kupotea kwa samaki. Tuko hapa Zanzibar katika kuhakikisha kwamba tunaondoa changamoto ambazo zipo za matumbawe, ambao kimsingi ndio changamoto ambazo maeneo mengi yanazikumba. Matumbawe ni rasilimali muhimu sana, inasaidia sana kwa Tanzania tu pekee yake, inasaidia zaidi ya jamii asilimia sabini katika mavuvi yao ya kila siku na faida nyingine nyingine nyingi kama, kama utalii, na kama uvuvi uhifadhi fukwe. Kama matumbawe yataondoka yote kwa asilimia mia moja kutakuwa hakuna kitu kinaitwa mavuvi. Uvuvi wote ambao mnauona katika mavuvi ya sehemu ndogo na mavuvi ya sehemu kubwa bahari kuu, yote yatapotea, kwa sababu mazalia makubwa na makuzi ya samaki yanapatikana katika fukwe na yanapatikana katika matumbawe. Ukiondoa matumbawe, kimsingi nyasi bahari hazitafanya kazi na mikoko na ye haitafanya kazi, kwa sababu vyote vinategemeana. Kwa hiyo sisi tupo kwa ajili ya kutatua hizo changamoto ili matumbawe sasa yawe yamepata mwenyewe, uweze kuwa na rasilimali muhimu kama hii, alafu haina mwenyewe. Sasa mwenyewe wa matumbao hayo sasa ndio sisi, ndio hii national for fuhabu ambayo sasa imeundwa ni ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, itakuwa inaendeshwa na Marine Park lakini pamoja ya na department ya uhifadhi ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya conservation ambayo iko chini ya uchumi wa wizara ya uchumi wa, wa blue, tumekuwa tukifanya hivyo tangu mwanzo, tunashirikiana na mpaka sasa tunaendelea, tunafanya hivyo ili tuweze kuokoa rasilimali hii, wananchi wajadili sisi kama wataalamu na tujadili, tukae, tukubaliane yanayowezekana kutekelezwa katika namna ya kwenda kuhifadhi tunaenda kuhifadhi kwa manufaa mapana ya jamii lakini na nchi kwa ujumla. Kwa upande wake mratibu wa mradi huo hapa Zanzibar, Yassiri Ali Haji amesema malengo makuu ya mafunzo hayo ni kutoa elimu kwa jamii hasa wavuvi wadogo wadogo ikiwemo wa vijijini, kwani mradi huo una fursa kubwa kwa wananchi hasa vijana wanaoingia katika mitandao ya kijamii jambo ambalo litawapa nafasi ya kuongeza ufanisi wa kazi zao. ilikuja na mradi huu kwa ajili ya kuhakikisha matumbawe ya nchi hizi naonekanahiliki hey, Tanzania andw na. Sasa mradi lengo lake kuu ni kutengeneza mazingira rafiki kwa jamii kwa wadau ambao wapo wengi wanaojihusisha na matumbawe, kuhakisha nalindwa analeta faida kwa jamii ikiwemo kwenye shughuli za uvuvi, yanaleta faida kwa wavuvi samaki nasibu kuzalishwa kwa wengi, lakini vilevile kwa sekta ya utalii inaleta faida kwa watalii, watalii wanapata ku, ku, ku, ku, kufanya utalii uh, utaliinda ya maeneo ya hifadhi vizuri, lakini mradi huu vilevile vile umeona iko haja sasa ya kutanua wigo kwa kuleta fursa kwa wanajamii na wadau wengine kujifunza kupitia chuo kikuu cha University of Queensland cha Uingereza, ambacho mtu anajifunza course tena ni free kabisa hizi, na unapata chetu msha siku ambacho ndicho kitamsaidia kama mwanajamii au mdau ambaye kwenye, yumo uh, kwenye sekta hii ya bahari kuweza kutambulika kwamba ni msimamizi wa matumbawe na kuhakikisha aa, matumbawe yanalindwa na kuleta faida kwa <tipa> Naye mtaalamu kutoka chuo kikuu cha University of Queensland, Matthew Glue amesema kuwa malengo makubwa ni kusaidia Tanzania katika kuyatunza matumbawe ili kuwa na mazingira bora na salama kwa matumbawe, jambo ambalo litasaidia sana Tanzania ikiwemo Zanzibar katika kuongeza fursa ya utalii kwani Zanzibar ni kisiwa kinachopendwa kutembelewa na watalii mbalimbali. We're here today with our partners, Marine Parks and reserve unit Tanzania, and the Department of Fisheries Conservation, Zanzibar,